Moja ya hatua ngumu sana katika ufugaji wa kuku wa mayai ni hatua ya uleaji wa vifaranga hadi kufikia hatua ambayo wanaweza kukuletea products au mayai. Hii ni hatua ambayo wafugaji wengi wamekuwa wakifeli hapa, kwa sababu kwanza wamekuwa wakipata vifo vingi, wamekuwa wakipata magonjwa mengi, lakini pia wako wa vifaranga usipokuwa sahihi, basi kuna uwezekano mkubwa au asilimia kubwa ya mradi wako kuweza kufeli. Sa leo tuko na Dr. Emmanuel Paul kutoka kampuni ya Koudijs ambaye yeye ameweza kutuelezea kwa kina namna gani kampuni ya Koudijs imeweza kuwasaidia uh, wafugaji wa kuku wa mayai hasa pale inapokuwa imefikia hatua ya uleaji wa vifaranga. Lakini kabla ya kuendelea, kuna vitu vichache sana ambavyo nataka ni kujuze na wewe mfugaji, ukiweza kuvizingatia, basi itaweza kukusaidia sana kuepusha vifo na hasara za hapa na pale ambavyo unaweza ukazipata katika hatua uleaji wa vifaranga. Kitu cha kwanza ni hakikisha kuna joto sahihi katika banda, joto isizidi na wala joto isipunguze. Kwa hiyo hakikisha wiki ya kwanza ndani ya banda yako ya vifaranga kuna nyuzi joto kati ya 32 hadi 35 isizidi au isipungue hapo. Lakini kitu cha pili ni swala la lishe. Tunafahamu vifaranga wanahitaji protini kubwa, hasa hatua ya ukuaji hii. Kwa hiyo hakikisha vyakula au concentrate ambazo unaamua kuzichagua ziwe zina kati ya asilimia 18 hadi 22 ya protini, ili kuweza kuhakikisha vifaranga wako wana virutubisho hivyo kwa kiwango ambacho ni sahihi. Lakini kitu kingine ni hakikisha unawapatia chanjo za uhakika, kuanzia chanjo ya kwanza. Mara nyingi huwa inapewa na viwanda au wazalishaji wa vifaranga, lakini chanjo zinazofuata hakikisha basi unafata ratiba kamili ya kuweza kuwapa chanjo ambayo ni hii na ambayo inafaa. Lakini kitu kingine ambacho kinapelekea vifo sana kwa vifaranga huwa ni nafasi kuwa finyu. Hakikisha vifaranga wako wanapata nafasi ambayo ni sahihi, na kitaalamu tunashauri katika mita moja ya mraba, wanaweza wakakaa vifaranga kati ya 25 hadi 30. Sasa wewe utapiga hesabu kulingana na idadi ya vifaranga ambayo unafa. Lakini na kitu kingine cha mwisho ambacho nitakigusia ni swala la mwanga ah. Tunafahamu mwanga ni moja ya kitu ambacho ni muhimu sana katika ufugaji wa kuku wa mayai na hasa katika wiki za kwanza, pale vifaranga wanapokuwa wadogo, hakikisha wanapata mwanga wa kutosha, na ikiwezekana, tunashauri kitaalamu ah, apate masaa ishirini na mbili hadi ishirini na nne ya mwanga kwa siku, pale anapokuwa ni kifaranga mdogo. Hapa tunazungumzia pale wiki ya kwanza na ya pili na hii itasaidia sana katika kurahisisha ukuaji lakini na ulaji wa hawa vifaranga. Hebu tumsikilize Dr. Emmanuel Paul kutoka kampuni ya KOUDJIS ambayo yeye ameweza kuelezea namna ambavyo kampuni ya KOUDJIS imeweza kuleta suluhisho hasa katika upande wa lishe, kwa sababu lishe ni kitu cha muhimu sana na lishe ni kitu cha msingi. Bila hicho basi ufugaji wako wote unaweza ukawa ni wa kusuasua. Habari zenu ndugu wafugaji, kwa majina naitwa Dr. Emmanuel Paul kutoka kampuni ya Koudijs. Mimi ni sales manager upande wa kanda ya Ziwa. Leo hii nimekuja kwa mfugaji ambaye anatumia bidhaa yetu ya Koudijs Broiler Concentrate kwa ajili ya kulelea vifaranga wa kuku wa mayai, kama wa jinsi unavyowaona. Koudijs, kama Koudijs tunazo bidhaa bora kama nilivyowaambia wafugaji Kampuni ya Koudijs ni kampuni kutoka Uholanzi ambayo inatengeneza virutubisho kwa ajili ya kuku wa mayai kuanzia kifaranga mpaka anapofikia hatua ya kutaga na kuendelea, ili akupe matokeo bora zaidi. Tunapenda kuwakaribisha wafugaji wote kanda ya Ziwa uweze kujipatia bidhaa hizi za concentrate kutoka kampuni ya Koudijs. Bidhaa zetu hazina mambo mengi, zinahitaji uwe na malighafi kama mahindi, pumba mahindi pamoja na chokaa, ili uweze kukamilisha mchanganyo kamili, mfuru wa chakula cha kuku. Kwa mfano kama unavyoona wa vifaranga hawa, ni vifaranga wetu mpaka sasa wana wiki ya saba, na kama jinsi unavyowaona, tumeanza kuwalea kuanzia wakiwa wadogo mpaka wanavyoendelea, na tunawalea katika stage tofauti. Tuna stage ambayo ni ya starter, kwa kutumia formula za KOUDJIS concentrate, na tuna formula kwa ajili ya grower, tuna formula kwa ajili ya kuku ambao tunawaandaa kwa ajili ya kutaga, tunasema ni developer. Kampuni ya KOUDJIS inakupa fursa ya kuweza kuandaa chakula cha kuku kwa kujiandalia wewe, ndugu mfugaji, na kwa kupunguza gharama zaidi. Unachotakiwa kukifanya uwe na mahindi pamoja na pumba mahindi tu kwa ajili ya kuandaa chakula kwa ajili ya starter, na stage inayofuata ni ya grower utahitaji vilevile mahindi pamoja na pumba mahindi pamoja na concentrate hii, ili ukamilishe mchanganyo wa chakula cha kuku. Lengo letu ni kubwa, tupate bidhaa yenye ubora, chakula chenye ubora na vilevile tupate matokeo yaliyo sahihi zaidi na kupunguza gharama pia kupitia concentrate za KOUDJIS zitakusaidia kupunguza gharama za chakula cha kuku. Tukianza starter, tukija grower, tunakuja developer stage ambayo inayofuata, tunakuja pre-peak stage inayofuata, tunaenda kwenye layers. Hizo zote ni formula, tunazo layers 1, layers 2 na kuendelea, tutakupatia ndugu mfugaji ili uweze kuzalisha kilicho sahihi na uweze kupata kuku ambao wanataga kwa muda mrefu. Karibuni sana ndugu wafugaji ambao mnapatikana kanda ya Ziwa. Wewe unayenitazama, namba za simu zinapatikana hapo chini, nipigie simu, tutakuhudumia ukiwa sehemu yoyote ile. Ofisi zetu kwa upande wa Mwanza zinapatikana Buzuruga pamoja na Nyegezi. Tunapenda kuwakaribisha wafugaji wote. Koudijs, tunasema punguza gharama za chakula cha kuku, tengeneza chakula kilicho bora kwa gharama nafuu, na upate matokeo yaliyo sahihi. Karibuni sana Rubaba TV.